Moto mkubwa umezuka katika soko la Jannat Abad lililopo magharibi mwa mji mkuu wa Iran, Tehran, na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi leo, Jumanne Februari 3 mwaka 2026. Moto huo ulianza katika eneo lenye vibanda vya maduka mengi ya biashara na kuenea kwa kasi, huku moshi mzito mweusi ukionekana kutoka sehemu mbalimbali mbali za jiji. Washuhuda walisema waliona miale mikubwa ya moto na kusikia sauti za milipuko midogo, wakati moto ukiendelea kushika kasi. Vikosi vya zimamoto pamoja na magari ya wagonjwa vilitumwa haraka katika eneo la tukio. Zimamoto zilifanya kazi kwa saa kadhaa kudhibiti moto na kuzuia